Assalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuhu, mtazamaji wa Kishki TV, mwendelezo wa zoezi la kambi ya tohara sunna kwa watoto wa kiume kupitia ofa ya Al-Hikma Foundation. Leo ni kituo cha pili katika wilaya hii ya Ilala, ni kituo cha kumi na mbili katika wilaya ya Temeke na Ilala, baada ya jana kuwa pale katika kituo cha afya cha Buguruni, na leo ni zamu ya Vingunguti. Hapa ni katika zahanati ya Vingunguti na alhamdulillah, kama kawaida, mwituko umeendelea kuwa mkubwa sana. Tukashuhudie kile ambacho kitajiri katika siku hii ya leo. Nyuma ya kamera ni Omi The Way Omari Salum Yanga, mimi ni mwana wa Maalim Mashi na mtazamaji wa Kishki TV, tukiwa ndani sasa ya zahanati hii ya Vingunguti. Eh, alhamdulillah mwituko unaoendelea kuonekana hapa ni mkubwa kwa kiwango chake, wazazi mbalimbali wakiwa wamejitokeza na hapa wakiwa wangali katika foleni kusubiri kuitwa majina yao, kwa maana ya kuwa namba, ili moja kwa moja waende kwa daktari. Tukazungumza na msajili hapa eh, Mada Fatna aweze kutuambia jambo likoje, lakini baadaye pia tutapata nafasi ya kuwasikiliza wazazi wenyewe wa utaratibu walishaandikishwa hapa. kwa hiyo vile walivyoandikishwa ndio tunaita majina wanaingia wanafanyiwa. mimi ni mkazi hapa hapa Vingunguti, kama unavyotuona tupo hapa, mambo yametaradadi mashallah. mmeleta nani hapa? nimemleta mtoto wa mdogo wangu kwa mamangu ni mtu wa madrasa, anasoma Tabata kule. Kwa maana hiyo ostazi wake ndo alipiga simu akatupa nani, akasema kama hapa leo ni hivyo, kama kuna jambo inabidi tuje. Kwa jana tukuja kuandikisha majina, leo ndo tumekuja kwenye tukio. Kikubwa zaidi ni kumshukuru Mungu kuwa tumepata shehe mzuri mwenye imani pia yani, na Mwenyezi Mungu amjalie kama hiki alichoamua kujitolea ampe mara mbili yake kuliko hichi alichokipata leo. Kuna mtu aliniambia kwa Kishiki kuna ofa wametangaza, kwenye kwenye mashindano ya Qur'ani, atatoa ofa Instagram kule. Sasa kwenye kishiki yake ametuma nini, jinsi itakavyokuwa, sehemu gani atafanya, tarehe kondo, nikaingia nikaangalia, nikaona mimi naombea heri na baraka waendelee kufanya haya mambo ili kuweza kutusaidia, maana huu ni msaada mkubwa sana kwetu, kwa sababu mtu baada ya kutoa shilingi elfu sitini, sabini unaenda kufanywa bure ni heri. kituo cha pili katika wilaya Ilala, kituo cha 12 katika wilaya ya Temeke na Ilala leo kimemalizika hapa, na leo tulikuwa hapa katika dispensary hii ya Vingunguti alhamdulillah, zoezi limemalizika muda mchache tu uliopita hapa, tuko na daktari Mwimbe Juma atatuambia leo shughuli ilikuwaje, dokta. Assalamu alaikum. Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatu. Wilaya Ilala tunaendelea kuyoyoma nayo, na tayari leo kituo cha pili tumemaliza, idadi ya watoto tisini na tisa. Shughuli ilikuwaje? Watoto ni wengi sana, ukilinganisha na jana vinalingana, lakini tuna leo tumemaliza mapema zaidi yeah. siri ya kumaliza mapema leo ilikuwa ni nini? Kimsingi ni kwamba leo tumewe, tumeweza kufanya kwa haraka zaidi kwa sababu kwanza tulikuwa na vitanda vinne Siku zote toka tumeanza hatujawahi kuzidisha vitenda vitatu, lakini leo tumekuwa na vitenda vinne na kila kitenda kina, uh, kina mhuduma ambaye anaitoa huduma, na kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana kumuvu kwa haraka na kuwamaliza watu wote. Na leo tulikuwa tunafikiria hata kama ka ni mia na ishirini leo tungemaliza tunge, lakini hawa walikuwa wamejiandikisha, watu tumewafanyia tisini na tisa, alhamdulillah. Na sababu ya pili ni kwamba Ah uh, tunapokuwa tunafanya tunamega njia mbili. Njia ya kwanza ni njia ile ya kipira ambayo ni maarufu sasa hivi. Ah uh, watoto wengi ambao wanaokuja tunafanya wa kipira na njia pili ni ile ya kushona. Sasa watoto ambao huko tunawashona ni wale watoto ambao ah uh, saizi zao zinakuwa ni kubwa kulinganisha na saizi za vipira. Kwa hiyo bahati iliyokuwepo kuanzia leo labda pengine na kuendelea ah uh, tumepata saizi kubwa vipira. Yaani tumeongeza idadi ya vipira ambao saizi yake imekuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo hata wale watoto ambao tulikuwa tunawashona zamani, leo wengi tumewavesha vipira. Kwa ukiangalia watoto ambao tumeshona huko ndani leo hawezi kuzidi watatu au wanne. Kwa hiyo inakuwa inatupeleka fast, kwa sababu kwenye kuweka vipira ni njia ambayo haizidi dakika tano, unakuwa umekwisha maliza. Sisi ni wazee wa weekend. Tumemaliza leo weekend hapa, weekend ijayo jambo likoje? Na katikati hapa kuna ratiba yoyote? Uh, hatuna. Tunamshukuru Mungu kwamba, kama ingekuwa tumeenda kama rate tulivyokuwa nayo ile wakati watemeke ingetulazimu katikati tukurudi, lakini kwa sababu tumewafanyia wote waliojiandikisha, waliokuwepo jana Buguruni tukawaambia wamekuja hapo, wamekutana na ambao wamekuja kujiandikisha hapa, wote tumewafanyia siku ya leo. Manake katikati hatuna zoezi, ila tunaenda kukutana nao zoezi siku ya Jumamosi Kiwalani jirani, tuna hapa kilomita sio mbali sana. Kwa hiyo kuna dispensary inaitwa Kiwalani Dispensary. Eh, hiyo ndio ambayo tutakaenda kuitumikia siku ya jumaa a Juma e mosi tarehe 21 nadhani, wakati tarehe 22 siku ya Jumapili tutakuwa tumeenda Segerea. Kwa hiyo tunaanza kumove sasa kuelekea mbali ya mji, lakini kwa idadi na mwitikio wa watu ambao tumekutana nao ni mwitikio mkubwa na tunashukuru sana Al-Hikma Foundation kwa support hii ambayo wameitoa kama unavyoona sasa hivi, kwamba kama tumeweza kufanya tisini na tisa ukijumlisha na, na jana mia tisa na sabini na moja Maanake tumepiga elfu moja na sabini. Kwa hiyo sasa tunaanza kuikata elfu moja nyingine. Kwa hiyo Sheikh Kishki akae tayari kwamba ajue elfu moja nyingine inaanza kuchukuliwa sasa. Kwa hiyo ndani ya vituo vingine vinne vitano, zkut tumefika elfu moja na mia tano tayari. Kwa hiyo kwa idadi hii watu navyokuja, tunashukuru kwamba ili zoezi tulimaliza vizuri na tumeomba Mwenyezi Mungu atusimamie na tuweze kulifanikisha kwa vile ambavyo tulivyokuwa tumetarajia inshallah. Siku ya pili katika wilaya ya Ilala, mtazamaji wa Kishki TV, imemalizika hapa katika dispensari hii kwa maana ya zahanati ya Vingunguti. Utakumbuka siku jana pale Buguruni watoto eh, mia moja, lakini leo ni watoto tisini na tisa. Kwa hiyo katika wilaya ya Ilala peke yake vituo viwili namba inasoma watoto mia moja tisini na tisa tayari wameshafanyiwa suna, lakini ukijumlisha katika wilaya ya Temeke ambayo tuliondoka nayo E, 971 na, na jana 100 na leo 99 tayari unapata namba elfu moja na sabini. Kwa hiyo tayari watoto 1070 washafanyiwa sunna kupitia ofa hii ya Al Hikma Foundation leo tumemaliza hapa katika zahanati hii ya Vingunguti, lakini juma lijalo biidhnillah insha Allah kama ambavyo uliweza kumsikiliza Dr Mwimbe akisema kwamba tutakuwa katika uh, zahanati ya Kiwalani pamoja na uh, maeneo ya Segerea. Asante kwa wote ambao walikuwa nasi. Nyuma ya kamera ni Omari Salum Yanga, mimi ni mwana Mali Mashi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kishki tv, TV. Nuru. Nuru. nuru ya dini yako